Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza ukawasiliana nao kupitia namba zilizoko hapo chini kwa ushauri, mwongozo, lakini vivyo hivyo na usaidizi wa namna yoyote kuhusiana na mipango yako ya siku za usoni. tukielekea katika uh, uchambuzi wetu wa leo, bila shaka dunia, dunia imekuwa ikijiuliza maswali kadhaa kama matokeo ya migogoro ambayo imekuwa ikiendelea duniani. Dunia imetoka kushuhudia mgogoro baina ya nchi ya Iran na nchi ya Israel. Lakini dunia bado imekuwa ikiendelea kushuhudia migogoro mikubwa kama mgogoro baina nchi ya Urusi na nchi ya Ukraine. Sasa, so la kwanza bodi dunia imekuwa kijiuliza ni kipi kizingiti cha kuizuia dunia kuelekea katika vita kuu ya tatu. Kwa muda mrefu dunia imekuwa ikishuhudia matumizi ya silaha za nyuklia kama kizingiti muhimu cha kuzizuia nchi kubwa kuingia katika migogoro mikubwa. Nchi ya Urusi ni nchi ambayo inazingatiwa ni nchi yenye silaha za nyuklia. Kwa siku za karibuni hususa mwaka elfu mbili na ishirini na nne tulishuhudia nchi ya Urusi ikipunguza baadhi ya masharti yake ya matumizi ya silaha za nyuklia ikiwemo kuweka sharti kwamba nchi ya Ukraine ikishambulia katika baadhi ya ofisi na sehemu nyeti za nchi ya Urusi, hilo linaweza likairuhusu nchi ya Urusi kutumia silaha za za nyuklia, achilia mbali matumizi ya silaha za magharibi ndani ya ardhi ya Urusi. Lakini pamoja na kushushwa kwa vigezo hivyo, tumeshuhudia bado nchi ya Ukraine imekuwa ikifanya mashambulizi ndani ya nchi ya Urusi kama Urusi si nuclear state, kama si nchi ambayo ina silaha za nyuklia lakini vivyo hivyo tumeshuhudia katika siku za karibuni mashambulizi yaliyofanywa na nchi ya Iran ndani ya nchi ya Israel. Nchi ya Israel ni miongoni mwa nchi ambazo zinazingatiwa ni nuclear state, pamoja na kwamba ni nchi ambayo haijawahi na wala haina mpango wa kuruhusu maafisa wa Umoja wa Mataifa kutoka katika International Atomic Energy Agency kwenda kufanya ukaguzi katika nchi ya Israel. Ukiachilia mbali hapo nchi ya Israeli haijajiunga katika mikataba muhimu ambayo inazitaka nchi za dunia zenye silaha za nyuklia kupunguza kiwango cha nyuklia, mikataba kama ya nani proliferation treat. Lakini mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa na nchi ya Iran ndani ya nchi ya Israeli yameonyesha wazi kwamba kuwepo na silaha za nyuklia katika nchi fulani si kigezo mama cha kuifanya nchi hiyo isishambuliwe kwa namna yoyote. Dunia inajiuliza ikiwa nchi zenye nuclear azingatiwe kama ni nuclear state. Mm. Nchi zenye silaha za nuclear zinaweza kufanyiwa mashambulizi katika mipaka yake, kipi kingine kinaweza kusimama kama ni kizuizi mama cha kuzuia dunia kuelekea katika vita kuu ya tatu? Lakini jambo la pili ambapo dunia imekuwa ikijiuliza ni nani mwenye uwezo wa kuiangusha nchi kama ya Iran. Nchi ya Iran ni nchi ambayo imepitia katika misukosuko mingi toka miaka ya mwanzoni mwaka thamanini ukizingatia kwamba mapinduzi kwenye nchi ya Iran yalifanyika baina ya mwaka sabina nane sabina tisa kuondolewa uongozi uliokuwepo wa kifalme chini ya uh, Muhammad Shah Pahlavi, upoingia uongozi ulioko sasa hivi au wenye kufata mrengo ulioko sasa hivi kwa kipindi kile ukiongozwa na Ayatullahi Khomeini, uh, na nafasi yake ikaenda kuchukuliwa na Uh, Ali Khamenei ambaye alipata umaarufu mkubwa kutokana na majibizano yake aliyokuwa akiyajibu ya dhidi ya amri zilizokuwa zikitolewa na Rais Donald Trump. Nchi ya Iran ilikuwa ikipitia katika pressure nyingi, mpaka kufikia hapa ilipo hivi sasa. Kwenye miaka ya themanini themanini mwanzoni, kipindi cha mwishoni cha utawala wa Rais Jimmy Carter wa Marekani alipata kuishutumu moja kwa moja nchi ya Iran kwamba ni nchi ambayo ina support ugaidi. Lakini ukiachilia mbali hapo, vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran vilianza kwenye miaka hiyo kupitia oda ya Rais Jimmy Carter namba 12170 ambayo ilikuwa inaweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya nchi ya Iran. Lakini pamoja na juhudi hiyo, Rais Jimmy Carter, bado Iran iliendelea kubaki kama ilivyo. Mwanzo wa miaka 80 alipoingia Rais Ronald Reagan wa nchi ya Marekani ambaye alitawala kwa miongo miwili kuanzia mwaka themanini na moja mpaka mwaka themanini na tisa naye hakuacha kuishutumu moja kwa moja nchi ya Iran, lakini vilevile kutoa support kwa baadhi ya uh, wapinzani wa serikali hiyo iliyoko madarakani hasa walioko ughaibuni kuweza kuwasaidia kwa namna moja au mwingine, lakini vile vile kutoa baadhi ya taarifa muhimu katika nchi ya Iraq hususan kipindi cha mgogoro baina ya nchi ya Iraq na nchi ya Iran, mgogoro uliodumu takriban miaka nane. Nchi ya Marekani iliweza kuisaidia nchi ya Iraq kipindi cha Saddam Hussein kuweza kupata baadhi ya taarifa muhimu, na kuweza kushambulia baadhi ya sehemu waliokuwa kwa maafisa wa nchi ya Iran, lakini pamoja na hivyo na ukizingatia Rais Reagan anakumbukwa katika nchi ya Marekani kwa kuanzisha baadhi ya taasisi muhimu kama National Endowment for Democracy, taasisi kama, uh, IRI, International Republican Institute. Taasisi ambazo kwa upande mmoja mwingine huchagiza katika upande wa uh, demokrasia na kusapoti baadhi ya wanaharakati, lakini pamoja na ufundi huo aliokuwa nao Rais Ronald Reagan hakuweza kufanikiwa kutengeneza wanaharakati ndani ya nchi ya Iran, wala sapoti yake kwa watu waliokuwa dhidi ya utawala wa nchi ya Iran haikuweza kufanikiwa. Ukiachilia mbali rais, uh, uh, George Bush ambaye actually yeye yeah, aliegemea zaidi katika siasa kama za nchi ya Iraq. Lakini alipokuja rais Bill Clinton, naye aliendeleza silaha uh, siasa za pressure dhidi ya nchi ya Iran ikiwemo inakumbukwa, licha ya kuishutumu Iran moja kwa moja kwamba ni nchi ambayo inasapoti ugaidi, lakini vile vile alishutumu nchi ya Iran kwamba ni nchi ambayo inataka itengeneze silaha za maangamizi, weapons of mass destruction, ilikuwa iko hivyo. Lakini vile vile Bill Clinton alikwenda mbali zaidi, naye aliwekea vikwazo vikali vya kiuchumi nchi ya Iran kupitia executive order namba kumi na mbili tisini na saba ambao mwisho wa siku bado Iran iliendelea kubaki kama ilivyo. Alipokuja Rais George W Bush ambaye alikuja kuchukua nafasi baada ya Rais Bill Clinton, naye ndio wa kwanza kuishitumu nchi ya Iran kwamba ni axis of evil, kama maneno ambayo amekuwa akikariri mara nyingi na Benjamin Netanyahu, lakini pamoja na presha yake pia hilo halikuweza kufanikiwa mpaka kufikia kipindi cha Rais Barack Obama Marekani ilibidi kuingia makubaliano ya programu ya nuclear na nchi ya Iran, makubaliano ambayo yaliruhusu nchi ya Iran kuweza kufanya enrichment, kuweza kurutubisha nuclear kwa takriban asilimia tatu nukta sitini na saba ambayo actually inatosha kwa matumizi ya kawaida, lakini pamoja na juhudi ya Marekani, alipokuja rais Donald Trump, kwa mara ya kwanza alijitoa katika makubaliano hayo akidai kwamba uh, makubaliano haya siyo ya kudumu, lakini vilevile makubaliano haya hayahusishi silaha za kibalastiki au zile balastiki misail za nchi ya Iran, pamoja na kuweka vikwazo vikali vya kiuchumi. Lakini hilo halikuifanya Iran iweze kutetereka na mpaka leo tunaiona jinsi hivi ilivyo, pamoja na mashambulizi yaliyofanywa na nchi ya Israel ikisapotiwa na nchi ya Marekani. Dunia inajiuliza ikiwa nchi kubwa kama Marekani ambayo inafahamika kwamba ni super power pamoja na juhudi zake takriban miaka arobaini imeshindwa kuizuia Iran kufikia hapa ilipo mpaka leo. Inazingatiwa kwamba kuna kilo takriban mia nne ambao zimeshafikia katika urutubishaji wa asilimia stini, ina maana ni urutubishaji ambao unaweza ukaipeleka kabisa Iran kuelekea katika kutengeneza silaha takriban tisa mpaka kumi za kinyuklia hazijulikani zilipo isipokuwa Wairani wenyewe ndio wanajua kwamba hizo component zilizorutubishwa ziko mahala gani. Ikiwa Marekani kwa miaka arobaini imepambana kuhakikisha kwamba Irani haifiki hapa ilipo, dunia inajiuliza ni nani mwingine anaweza kuizuia Irani kufikia katika malengo yake. Lakini vilevile dunia imekuwa ikijiuliza kuhusiana na swala la usalama. Nchi kama ya Israel ni nchi ambayo inasifika kwa mifumo ya kiusalama, mifumo ya kiusalama ya ndani na mifumo ya kiusalama ya nje. Nchi ya Israel katika anga yake inazingirwa na mifumo mashuhuri kama Iron Dome, David Sling, uh, Arrow System pamoja na mifumo mingine ya kimarekani, na mifumo kama ya Patriots. Kwa hiyo ni nchi, nchi yaa ya na hali kadhalika nchi kama ya Urusi vilevile ni nchi ambayo ni mashuhuri kwa kutengeneza mifumo kama ya kujilinda, na ndio maana katika siku za nyuma waliingia katika makubaliano baina yake na nchi ya Iran kuhusiana na kuimarisha hiyo mifumo ya kujilinda, pamoja na kwamba Iran baadaye hakuzingatia kwamba ni jambo muhimu sana kwake kwa sababu na yeye pia ni mifumo yake ya ulinzi. Lakini tumekuwa tukishuhudia, pamoja na mifumo ya ulinzi ya nchi kubwa duniani, bado silaha zimekuwa zinaweza kupita na kuleta madhara katika nchi husika. Dunia inajiuliza ikiwa nchi kubwa zimetengeneza mifumo, lakini bado silaha zimekuwa zinaweza kupita, ni kipi kizuizi tena cha kuweza kuzifanya nchi kubwa ziwe salama na nchi zenye kutegemea nchi hizo ziendelee kuwa salama? Lakini vivyo hivyo, dunia imekuwa ikijiuliza swali lingine, vipi dunia itaepukana na ushawishi wa nchi moja dhidi ya nchi zote? Nchi ya Iran imekusudia kuifunga Uh, mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari ambao unahudumia dunia kwa takriban asilimia ishirini mpaka asilimia ishirini na tano katika upande wa nishati. Kwenye upande wa nishati ya mafuta takriban asilimia ishirini na tano inapita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwenye nishati ya gesi takriban asilimia ishirini inapita katika mlango bahari wa Hormuz. Kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz maana yake ni pigo kubwa kwa dunia. Achilia mbali kwa tatizo la nishati. Lakini vile vile ni tatizo ambalo linaweza ikapelekea moja kwa moja mdororo wa kiuchumi, ukizingatia wazalishaji wengine vilevile wako katika migogoro mikubwa na wapo katika vizuizi vikubwa, ikiwemo nchi ya Urusi na nchi ya Venezuela, nchi ambayo yenye utajiri mkubwa wa mafuta kuliko nchi yote duniani, nchi ya Venezuela. Lakini vikwazo vimekuwa vikiziandama hizi nchi ina maana maamuzi ya mwisho yatakaofikiwa na nchi ya Iran iwapo itadeclare moja kwa moja kuifunga Strait of Hormuz ni maamuzi ya nchi moja, lakini maamuzi ambayo yanaweza kapelekea currency za dunia nzima au pesa za dunia nzima thamani yake ikaingia kwenye mushkeli mkubwa, achilia mbali ile hali ya kiuchumi tu ya duniani inaweza ikapata tatizo kubwa kwa sababu ya maamuzi ya nchi ya Iran. Hali kadhalika tumekuwa tukiona katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa baadhi ya maazimio yanapitishwa na wajumbe takriban kumi na nne kati ya kumi na tano, nchi moja ya Marekani inaweza ikazuia azimio hilo na dunia nzima mawazo yake yasiwe na manufaa. Dunia inajiuliza ni namna gani dunia inaweza ikajiepuka, ikajiepusha na ushawishi wa nchi moja dhidi ya nchi zote lakini vile vile dunia imekuwa ikijiuliza kuhusiana na usalama wa hali ya uchumi. Uchumi wa dunia umekuwa katika hali ya sintofahamu, kwa kuzingatia kwamba migogoro imekuwa ikibuka mara kwa mara, imekuwa ikipelekea uchumi wa dunia uwe katika hali ambayo haieleweki. Dunia inajiuliza ni namna gani njia gani inatakiwa itumike kudhibiti migogoro hii ili uchumi wa dunia uendelee kukua kwa kuzingatia kwamba idadi ya watu duniani imekuwa ikiongezeka na viwango vya umaskini katika baadhi ya nchi vile vile vimekuwa vikiongezeka kwa kiwango kikubwa. Lakini jambo lingine ambalo dunia imekuwa ikiendelea kujiuliza ni uaminifu wa wanachama wa Umoja wa Mataifa dhidi ya chombo hicho kikubwa kuliko viungo vyote duniani. Idara ya Umoja wa Mataifa au idara za Umoja wa Mataifa zimekuwa zikipokea shutuma mbalimbali. Taasisi ya UNRWA ni taasisi ya Umoja wa Mataifa ambayo inashughulika kuhudumia Wapalestina ambao wanazingatiwa kama watu walio katika uh, zile kambi za wakimbizi za Palestina, imekuwa kishtumiwa na nchi ya Israel kwamba ni taasisi iliyohusika kwenye kufanya mashambulizi ya Oktoba 7 katika hali ambayo ushahidi bado hautoshelezi au idadi ya watu walioshiriki katika hilo hata kama ni sehemu ya undra bado haitoshelezi kuikataa taasisi yote, na ni taasisi ya Umoja wa Mataifa, achilia mbali vikwazo ambao vimewekwa na nchi ya Israeli na kwa baadhi ya maafisa wakubwa wa Umoja wa Mataifa ikiwemo Antonio Guterres kuhudhuria katika nchi ya Israeli, ambaye ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Sambamba na hilo, nchi ya Iran imekuwa ikishutumu idara ya Umoja wa Mataifa ya International Atomic Energy Agency na hasa ikimshutumu mwenyekiti wake Grossi kwamba anahusika moja kwa moja katika kutoa baadhi ya taarifa, taarifa ambazo zimetumiwa na nchi ya Israeli kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran. Ikiwa wanachama wa Umoja wa Mataifa wamekuwa hawana imani ya moja kwa moja na idara za umoja wa mataifa, ni chombo gani kingine kinaweza kusimamia ustawi wa dunia? Haya ni miongoni mwa maswali muhimu ambayo dunia imekuwa ikiendelea